Asante na karibu tena. Ikiwa ni video au mwendelezo wa video mia moja, na sasa ni video sin, ya thelathini na nane. Kwa kama ni mara ya kwanza unafuatilia video hii, ujue basi kuna video nyingi ambazo hujazitazama. Lazima ukafuatilie kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho ili kujua kitu ambacho nakizungumza hapa kwa kimeanzia wapi. Mfano sasa hivi video sasa hivi ya thelathini na nane ni video ambayo nimeanza kuizungumza ikiwa ni kipande, au vi, ni video ya thelathini na saba ambayo nimezungumza kwa sababu gani mzunguko wa mwanamke unabadilika mara kwa mara na jambo kubwa ambalo nimegusia ni stresi ambayo wanawake wengi wamekuwa wakipitia na kuweza kupelekea kwa mzunguko wake. Sasa ikiwa darasa la thelathini na nane ni kitu gani ambacho tutaenda kujifunza? Stress na asili vipi mzunguko wa mwanamke au stress na asili vipi mzunguko wa hedhi kwa mwanamke M, mambo gani ambayo wanapelekea stress ni kuharibika au dalili gani ambazo utaziona? Sasa stress kwa kile kawaida, nafikiri kama mja huwa anakaa kichwani, yani matokeo ya stress kwamba anakaa kichwani na kama inaweza kaleta madhara basi katika hali ya kufikiri kwa ubongo wa mwanamke au matokeo ambayo anajitokeza ni pale ambapo tutaona kwa mwanamke aweza apate ku kulala muda mrefu. Sasa nitoe tu mfano mfupi, aweza ongezeke uzito au apungue au changamoto nyingine ambao inahusiana na afya ya akili ambayo inahusisha ubongo moja kwa moja. Lakini tunapozungumzia hedhi tunazungumzia sehemu tatu ambazo hezi huwa zinaangaliwa sana, au athari yake, au matokeo ya kuwepo kwa hezi huwa inatokana na sehemu tatu, ambayo tunazungumzia masuala ya ubongo, ambayo tunazungumzia masuala ya ovari, na tukaja kuzungumzia mji wa mimba au sehemu ambapo mimba lazima ifike au kuta anatengenezwa kwa ajili ya mimba. Sasa hizo ni sehemu tatu ambazo huwa zikiathirika lazima mwanamke atapata changamoto za mzunguko wake. Lakini tukija kuona sababu nyingine ambazo ni nje na mwili ambazo huwa mwanamke anazikopa kutoka nje au anazitengeneza mwenyewe baada ya kukutana na mazingira fulani, inawezekana ikawa ni dawa, inawezekana ikawa ni stress. Kwa hiyo stress <coughs> kuamsha homoni ya cortisol ambayo yenyewe kazi yake ni inaenda kupunguza au kuzima homoni za uzazi. Homoni ya cortisol inapokuwa juu zaidi, mwanamke anapitia changamoto ambayo inawezekana ikampa shida iweze kusababisha maradhi mengine, lakini moja ya changamoto kubwa ambayo homoni ya cortisol inaenda kufanya kazi ni kuweza kuzima homoni za uzazi ambazo mwanamke inaweza kupelekea akapata changamoto mzunguko wake, lakini pia kuvuruga ovulation au siku zake za hatari ambazo alizitarajia. Kwa mwanamke ambaye atakuwa na mzunguko ambao unaeleweka labda siku 28, inapotokea atakuwa na homoni nyingi, yani homoni cortisol imekuwa nyingi, kwa maana zile homoni za uzazi zitashuka, na mwisho wa siku yale matarajio kwamba huwa kila baada 14, litoka, healthy, anapata, ya siku 14, kutoka ipotoka hedhi anapata siku yake ya hatari anaanza kuitambua

lakini pia husababisha hedhi yako kuchelewa au kukosa au kuwa na mzunguko ambao ni mzito au damu nzito au damu yenye mabonge mabonge. Sasa nafanyaje? Kazi yote ukirejea madarasa yangu matano nyuma nimeeleza damu nzito inakuaje na, na unaitambuaje. Lakini pia hii hali ya kukosa hedhi inasababishwa na na nini, na kuchelewa inatokana na, na nini au hedhi kuimisi kabisa. Inasababishwa nini? Kwani vyema, kama utakuwa umesikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, nafikiri sasa hivi utakuwa unanielewa. Lakini kwa mwili stress ni hatari sana. Nafikiri mimi sitakuwa kwanza kuzungumza, watu wengi wamezungumza kuhusiana na stress, na stress namna ambavyo inaathiri na matokeo yake moja kwa moja uzazi inashuka katika uzazi na kupelekea mwili kuwa katika hatari kabisa Mwili unapochagua kuishi badala ya kuzaa uchelewa kwa mzunguko. Yaani, wewe unaporuhusu stresi kuendelea kuwa nazo au kuweza kumiliki stress kwa muda mrefu, huwa mwili unachagua kubeba, na mwisho wa siku matokeo yako unaona katika uzazi. kupumzika sio vivi nina ina dada mmoja ambaye ni naye ambaye inampa shule kidogo kuhusiana na masuala ya hedhi. Yeye muda mwingi sana amekuwa akifanya kazi na muda mwingi amekuwa na complain kwamba mzunguko wake haueleweki, lakini pia changamoto yake kubwa ni au tunasema, napopata hedhi huwa anahisi maumivu makali sana. Na huyu mwanamke muda mwingi anashinda eneo la kazini, na yeye sasa anakuwa hapati muda wa kupumzika. Sasa ukirudia sasa, tuliopita tulizungumza namna ambavyo mwanamke anaweza kaitumia hedhi yake, au vitu ambavyo vinaweza kusababisha kuvurugika kwa hedhi. Kwa hiyo anaweza katambua hedhi yake, ni kwamba kutokana na matukio ambayo anafanya au dalili ambayo inaonyesha katika hedhi, au hedhi inapoonekana kuwa tofauti, tutarudi kutazama mtindo wa maisha ambao anaishi. Kwa hiyo ni, ni dada ambayo yuko busy sana na majukumu ya kazi, kwa hiyo amekuwa na hedhi ambayo yenye kuwahi au mwenye kutoka damu nyingi sana, lakini ni hedhi ambayo yenye maumivu makali sana. Kwa hiyo mtindo wake wa maisha umeweza kuku hey, kupelekea vitu vyote hivi, kwa lazima upate muda kumili wa kupumzika lazima upate muda wa kujenga afya yako ili kuhakikisha unakuwa salama kabisa. Kwa kama ulikuwa na changamoto ya hedhi ambayo unasema kutoka damu nyingi sana au maumivu makali sana, nimeweza kufundisha mbinu b... mbalimbali ambazo ni video zilizopita, na kuweza kujua utakapotokewa na hiyo hali ufanyaje ili ku... ili kuweza kuwa salama, kinyochote ni video ya 78. Unaweza kurejea tena nyuma na kuweza kupata madarasa yote kamili mwanzo mpaka mwisho. Usisahau ku like kushare na ku subscribe, ili kupata madarasa mengi zaidi za ya kiafya ambayo takuwa msaada kwako na watu wote wanaokuzunguka asante. Mpaka wakati mwingine.